Habari yako, naitwa Dr. Damaki, mmiliki wa kituo cha Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili kinachotibu kwa kutumia mimea asili isiyokuwa na kemikali aina yoyote, lakini ikilenga kutibu na kuondoa tatizo na si kutuliza tatizo na baadaye tatizo liweze kujirudia. Yawezekana umekuwa na changamoto ya kutuma radhi mbalimbali mbali, na magonjwa yamekuwa yakijirudia Yawezekana ni kwa sababu pengine ubora ama wadawa ambazo umekuwa ukitumia zimeshindwa kumaliza wale bakteria na kupelekea shida kujirudia. Tukushauri utembelee kituo chetu cha Song'wa Traditional Clinic, popote ulipo utaweza kusaidika. Song'wa Traditional Clinic imesambaa karibu mikoa yote Tanzania. Hii ni kutokana na uhitaji wa watu na uwezo na ubora wa dawa zetu ambao tunaziandaa zikiwa asilia kabisa, zikiwa na lengo la kutibu na kumaliza changamoto hiyo. Kuna watu wengi wamekuwa kiteseka na tatizo la kisukari, na wengine wamekata tamaa kutokana na utumiaji wa dawa za kila siku katika maisha yao. Tukushauri uweze kufika kwenye kituo chetu, tuna dawa yetu inaitwa Nsowa. Dawa hii ina uwezo ama ina sifa ya kutibu kongosho ili iweze kufanya kazi ya kuzalisha homoni ya insulin na insulin iweze kukontrol sukari kwa mfumo ambao Mungu ameuweka, maanayake kwamba unapokuwa na tatizo la sukari maana yake kongosho lako halifanyi kazi ipasavyo ambapo kazi ya kongosho ndio inayofanya kazi ya kuzalisha homoni ya insulin, na insulin ndio inayofanya kazi ya ukontrol sukari kwenye mwili wa binadamu kulingana mfumo ambao Mungu ameuweka. Kwa hiyo tukushauri unapopata dawa yetu ya msong'wa ya, ya maana yake inaenda kutibu tatizo kupona na kuendelea na maisha yako kama awali, ambapo ulikuwa kabla hujapata changamoto hii ya sukari. Lakini kuna watu ambao wamekuwa wakiteseka na tatizo la pressure. Ama mishipa ya damu kusinyaa, flow ya damu imekuwa ni ndogo ambayo inapelekea moyo kutanuka, ambayo inapelekea kusikia miguu kuwaka moto au kufa ganzi au kusikia kama vichomi, kichwa kuuma, macho kutoona vizuri kama ukungu. Na mara nyingi tumekuwa tukisema kwamba unapokuwa na changamoto ya ugonjwa wa presha, maana yake uko na kitu kinaitwa silent killer, muuaji wa kimya kimya. Maana yake athari yake, huyu anaweza kuhatarisha maisha yako kwa haraka sana, kwa sababu ya anapobana mishipa ya damu, moyo unashindwa kusukuma damu kwa mfumo uliowekwa. Hali inaweza kupelekea ukapata stroke, ama ukaweza kuhatarisha maisha. Usiishi na silent killer, muuaji wa kimya kimya, fika Song'wa Traditional Clinic upate tiba sahihi, ambayo itatibu tatizo kupona na si kutuliza tatizo la baadaye, tatizo liweze kukuhatarishia maisha yako. Lakini kuna watu ambao wamekuwa wakiteseka na tatizo la kutokupata watoto, na nimekuwa nikisema kwamba unapohitaji kupata mtoto linahitaji jambo la ushirikiano, hasa kama wako familia kama mke na mme, basi ni vizuri mkashirikiana wote kwa pamoja, kwa sababu mwanaume, kama una changamoto ya mshipa wa ngiri, maana yake mbegu zako ni dhaifu, hali ambayo inaweza ikasababisha ukashindwa kutungisha mimba, kwa maana ya kumpa mimba mwanamke. Lakini pia kama mama Una, kama mwanaume pia uwezo wako katika safari na mwenzi wako ni mdogo, maana yake kwamba uh, uh, uh, tunasema mifano ambayo sio rasmi kwa maana kwamba kwamba kwa kwa kwa gari mpaka la kubusti la kusukuma, maana yake kwamba wewe kwenda kusafiri na mwenzi wako ni mpaka siku ambayo imetokea, sio kwamba pala inapohitajika unaweza kufanya jambo lile. Maana yake sasa, kama siku zile za hatari za mwenzi wako kupata mtoto, wewe unakuta gari lako haliwezi kuwaka maana yake kwamba hauwezi kusafiri na mwenzi wako. Lakini kama kwamba siku za hatari zikapita, afu gari lako likawaka, unategemea mama atapataje mtoto? Na ndio maana watu wengi wanaamini kwamba wanafikiri kwamba mtoto anapatikana kila siku tu unapokutana mwenzi wako katika safari. Hapana, kuna siku maalum ambazo Mungu amezimetengenezwa mahususi za kupatikana kwa mtoto. Lakini zile siku kama mwanaume uwezo wako ni mdogo, maana yake huwezi kumpa mimba, lakini mama pia yawezekana kuna changamoto ya chango dume, ambao chango dume ni ugonjwa ambao unaharibu hormone imbalance na hauna tiba hospitali sehemu nyingi, kwa sababu hata ukienda pale popote, mfano kwenye site tuzozoea, ukaeleza nataka dawa ya chango, wala huwezi kupata dawa ya chango, wala huwezi kupata dawa ya mshipa wa ngiri, lakini ugonjwa ambao unapelekea hormone imbalance balance kutoka vizuri na kushindwa kupata mtoto. Lakini pia unaweza kuwa na fangasi UTI, unakuwa ukisumbua muda mrefu, umepelekea ukapata PID homoni balansi zako zikae vizuri, mirija ya uzazi imeziba kwa sababu ya PID, ukashindwa kupata mtoto, hauwezi kupata mtoto, tutembelee Song'wa kliniki utapata huduma zote hizo. Lakini pia kama unateseka na tatizo la homa ya ini au figo zako zina shida, tutembelee Song'wa traditional kliniki, utaweza kusaidika. Afya yako, jukumu letu.